Sawa bana. Hey, mambo mazito haya, watu wakubwa wakubwa. Mimi nimekaa hapa tu kwa ajili ya kupata hiyo picha na nini. Nimeulizwa swali kuhusiana na napata wapi ideas za kutengeneza katuni. Ideas kwa kiasi kikubwa sana zinatokana na maisha yetu ya kila siku. Uh, kwa hivyo mambo yanayoendelea katika nchi yetu kwa mfano ama duniani kiujumla, masuala ya kisiasa uh, kiuchumi, kijamii yote mimi yananipa, yananipa nafasi ya kuweza kupata ideas za kuchora katuni. Unaona bana. Sasa, kwa hiyo mambo yanaendelea kwenye nchi yetu katika mifumo ya kisiasa, jinsi ilivyo, upepo unavyo, unavyobadilika badilika kuhusiana na maswala ya kisiasa, huku kote sisi tunapata utajiri na utitiri wa katuni kupitia, kupitia, kupitia maswala hayo ya siasa. Lakini pia kitu kingine lazima watu waelewe kwamba unapokuwa kwenye nchi zenye shida kama hizi ideas zinakuwa ni nyingi sana kwa sababu unaweza ukachora kuhusu shida za watu mbalimbali, unaweza ukachora kuhusiana na udhaifu mwingi ambao labda baadhi ya wanasiasa wanao. Kuna nchi nyingine unaweza ukenda, nitakupa mfano, nchi kama Japan Japan walivyokuwa wako karibu na sawa kiasi kwamba unashindwa kupata idea za kuweza kumkosoa kiongozi, pamoja na kwamba sio kwamba hawana kasoro. Lakini kwenye nchi kama hizi za kwetu, ambapo udhaifu umekuwa ni mwingi sana kwa hiyo idea za katuni zinakuwa zinapatikana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo idea tunazipata kutokana na maisha yetu ya kila siku yanavyoendelea. Lakini wakati mwingine pia sio lazima sana upate idea kutokana na mambo unayoyasikia ama unayoyaona. Kuna wakati mwingine kuna vitu unavifikiria tu wewe mwenyewe mambo ambayo hayafikiriki, wakati mwingine pia huwa tunayatengenezea katuni, ambapo mimi mara nyingi naita kubashiri. Kuna jambo linaweza likatokea, alafu ukikumbuka ukipitia katuni zako za kwa zanyuma, unakuta ulishawahi zanyuma uh, kulisema. kwa hiyo kwa kifupi niseme ideas tunazipata kutokana na maisha yetu ya kila siku, upepo wa kisiasa unavyokwenda kiuchumi, watu aidha wanavyopata sana au wanavyokosa sana, taratibu za tamaduni zinavyobadilika badilika, kote huko tunakwenda tunapata